na Ali na ahali zake na sahaba zewote. Leo tupo kwenye mada nyingine ambayo ni miongoni mwa mada tukufu sana zinazothibitisha juu ya utume kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama kwa ukamilifu wake. Tutasoma leo kuhusu janaba kwa mujibu wa Qurani tukufu sura al-Maida, aya namba sita. Bila shaka Allah Ta'ala sema, wa in kuntum junuban fatahharu, na mkiwa wenye janaba basi jitoharisheni. Hii ni aya ambayo inatupa mwangaza na kutueleza kwamba nini cha kufanya baada ya kuwa wachafu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia hivi Hadithi za bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ni nyingi, zinamweleza namna gani alikuwa e, hali yake baada ya tendo la ndoa. Mada hizi tunazizungumza kwa ajili ya kuthibitisha utukufu wa maelezo ya Qurani Tukufu na yule aliyetueleza maelezo haya, na yanathibitisha utukufu wa bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam dhidi ya mitume iliyotangulia na manabii wengine. Tunaelezwa nini hasa? Tunaelezwa kwamba Qurani Tukufu inakuja moja kwa moja mubashara na hali zilivyokiuhalisia hasa. Bi Aisha anatuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akioga janaba alianza kwa kuosha mikono yake miwili na, na hata kwenye udereva dereva kia anapokaa katika kiti chake, akikanyaga e, breki vizuri maya, ya, ya kukanyaga huko chini, anachukua cha kuchukua mkononi, kisha anaingiza kwenye sehemu ya kufungulia, mambo yanaanza ya kufunguka na utaratibu huu ni utaratibu ambao ni mikono iliyo ni inaanzisha taratibu zote inagusa ina pakugusa ina pakugusa mpaka watu wote wanapata mihemko eh, wengine wanazoea kutumia eh, ndimi zao zao na kadhalika. Hayo yote ndipo tunaelekea sasa kwenye kwa kuangalia kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alianza kuosha mikono, alianza kuosha mikono kwa sababu kadha wa kadha ikiwemo kuitwa kuitwa harisha baada ya kuchafuka. Pili, alichofanya ni mkono wa kuume sio mkono wa kulia, kwa sababu unatumia kula chakula na kunywa maji unaitwa mkono wa kuume, na ninasema hapa kwa kutia mkazo kwa sababu watu wengi wamezoea kuita mkono wa kulia. Kuna watu ambao wana maradhi wanakula kwa mkono wa kushoto, sio kwa kawaida, lakini ndivyo ilivyo kuna watu ambao ni walemavu wanapewa mkono huu wa kushoto. Kwa hivyo huu ni mkono wa kushoto na huu ni mkono wa kuume. Tuzoee hilo sasa. Basi anapochukua maji kwa mkono wa kuume, anatumia kama kichoteo, kisha anatwaharisha eh, tupu zake, sehemu zake za siri kwa mkono wa kushoto. Utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulikuwa hivi, na hii ni hadithi sahihi ambayo

hadithi zipo hadithi nyingi na dalala za tofauti ila, ila hadithi hii ni hadithi sahihi sana no. No. Sasa basi, uogaji wa janaba kwa dini ya Uislamu huanza kama ibada nyingine zinavyoanza, uanze kwa nia. Hivyo basi uoga, ili isemwe mtu ameoga janaba, lazima atangulie nia bh uliwa uhukumiwa kutokana na nia yake, kisha kuosha mikono miwili, kusafisha sehemu za siri, kuchukua udhu uliokamili, eh, kisha kubwaga maji mwili mzima. Ghusli hiyo ni ghusli iliyotimia kama alivyokuwa eda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, ghusli wa lazima

nalara ilalahdi mnawawote sisi ni muda wetu wa kusoma. Sasa basi <tipas> ikiwa kuliamila kuokalilia na majijikufakaiza kwa nini tunaambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallamyeye alianza kuosha mikono akkassaai kwa kuchua lzi uhudhu uliokamili kana kwamba naakaswala. Kwa nini maelezo yapo hivi? kuna sehemu ya faida kubwa ya kuoga janaba kisayansi naona kwamba mzee anasema shekhe asalamu alaykum je kama niliingiza kidogo tu na haya kutoka maji je na kwa kuoga janaba inshaallah tutakala kujibu swali hili mbele kidogo ya maelezo yetu barakallahu fiik wa alayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh niendelee kusema tunazo faida za kisayansi ambazo

mafuta na bakteria huweza kusanyika sehemu za siri. Kuoga kuondosha bakteria na kupunguza uwezekano wa magonjwa ya ngozi kupatikana nafasi na mambo mabaya kwenye via vya uzazi, sehemu zile za myumbuliki, sehemu zile za chini. Kuna maelezo mengi sana. Uh, psychological, kisaikolojia. Kuoga badala ya tendo la ndoa kusaidia kurejesha wili kuwa katika utulivu wake wa kawaida, na sauti tunaingia kusaidia mwili kurudi katika hali zake za kawaida, kurejesha utulivu wa akili na kupunguza stress. Eh, pia kuna aina ya kelio kama oxytocin na dopamine ambazo hutulizwa vizuri zaidi baada ya kuoga, kurejesha joto la mwili katika hali ya kawaida maana wanakwenda katika lile tendo u ifahamike, kwamba mwanamume kuendelea kulielealile tendo zuri mpaka mzunguko kwa mzunguko mkubwa katika sehemu zile za siri, kwa mzunguko mkubwa apadawana hali inakwenda kwa hivyo hivyo, kazi inafanyika katika mwili mzima, kuanzia kwenye ninioo

ataratibu hivyo heidi... gari... basi tendo hili lakuogi... la kuoga kufanya mambo kwenda kwa mpangilio, baada ya mtu kutoka hali zile za mihemko. Maji yanachochea mzunguko wa damu, kuondoa uchovu na kurejesha nguvu. Hii ni tiba ya mwili na fahamu ukikisasmu utaenda kuona hasa mambo haya yamekuaje, ya ya uh, muunganiko wa dini na sayansi. Katika maelezo haya utaona muunganiko wa nini na sayansi. Kurani na hadithi zinaeleza kutuoga janaba zilizopita kama tandle kumi na nne zilizopita huko nyuma kabla ya mwanadamu kufahamu kuhusu bakteria mzunguko wa damu au hydro hydrotherapy. Leo sayansi imethibitisha majibu haya, yani kwani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa miaka mingi iliyopita, lakini maelezo uja vizuri kiasi cha sayansi

akapitisha moja baada ya kutoka Bashara katika tendo lile la ngono ngon, tendo la ndoa hata na kuthibitishia vifo vilivyoendelea kwa visa. Naona komenti inasema, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaykum ya shehi, mwanamke akiwa anacheza na mume wake paana kugiliana Ha hey, akkuta na maamaii je, kuoga janaba? Kuoga janaba ni kinga bora ya afya mwili, ngozi na akili, na ni ibada yenye thawabu kubwa. Mwislam asikuoga mwislamu janaba, akichukua maji kama kawaida bila kunuia ya kuwa anaoga janaba, basi lile janaba kwa hali hiyo kwa nini sasa basi? Unajua, mwili unachukua taarifa ikitokea kama mtu hafuati taratibu ya kuchezea maji, kupitisha maji katika viungo, kwa kwa kwanza kumpa mwili taarifa, kama vile kustanji, kuchukua udhu, kuna wanao mikono na kadhalika, ni hatari kwake, kwani anaweza akaingia kwenye maradhi na pia anaweza akaenda katika kifo cha ghafla Kana... ni na jambo msingi zaidi kulifahamu maradhi ina mafua kidogo, ina hali ya kiafya si nzuri, kama mtu

Ya jana hivi ya tariki dunia. Mimi nilisema kwa taaluma yangu ya ufasiri wa ndoto kwamba bwana atafariki ndani ya wiki hii. Yule bwana hakuoa siku nne, alifariki dunia baada ya tendo la ndoa. Inasemekana alifia geti. Alifariki dunia, lakini sababu ya kifo chake Uh, kufanya kidunia.

Ya damu kuzunguka yenyewe, ambapo wewe unafanya kila kitu kwa kujiendesha kupitia mifumo yake. Ndio maana genetics zetu za damu mpaka leo ndio imekuwa sababu mwanasayansi hawamjui roho eh, kwa nini hasa damu ya mwanadamu eh, inafanya hivi, jua linapochoza yeyewe inakaribia mwenendo wake

yoyote ile. Komenti ya pili nasema, assalamu alaykum Sheikh, je, mwanamke akiwa anacheza na mume wake basi nakuingiliana ashi zikamzidi akakutwa na manii, je naye anatakiwa kuoga? Ndio, anatakiwa kuoga. Nimejibu hili katika maelezo ya awali.